Mtayarishaji wa muziki wa Bongo Flava kutoka hapa nchini Tanzania Master J ni miongoni mwa wadau mbalimbali ambao wamepongeza Lady Jay Dee kuweza kutimiza miaka 25 kwenye game ya muziki wa Bongo Flava. E bana akieleza kwamba eh, msanii huyu ambaye ni Lady Jay Dee ana sauti laini, lakini pia hisia kali la kipaji pekee ambacho ameweza kubarikiwa na Mwenyezi Mungu ni kuimba. So akiweza kuzungumza na Jabir Saleh kwenye kipindi cha The Classic cha EFM, Master J ameweza kukumbuka ni kwa namna gani ambavyo aliweza kukutana for the first time pamoja na Lady JD, kupitia radio moja hivi ambayo Jide aliweza kushinda mashindano ya kuweza kurap. So, kwa mujibu wa Master J ameweza kusema maneno haya kwamba Jide tulikutana zamani kabisa, na sikumbuki mwaka lakini, e, kulikuwa kuna radio moja hivi ambayo iliweza kuchangia mimi pamoja na yeye kukutana. E, bana alishinda mashindano ya kurap. E, zawadi pekee ambayo ilikuwa e, ni baada ya ushindi huo ni kuweza kurekodi kwa MJ Record, ambapo yeye aliweza e, kuja kama rapper. Master J ameweza kueleza mazingira magumu ya kuweza kurekodi enzi hizo kabla ya e, ujio wa kompyuta za teknolojia za kisasa. E, bana wasanii walilazimika kuimba kipande cha wimbo e, kwa sauti moja kwa moja e bana, hata sehemu nyingine ya kurudia rudia haikuweza kuwepo e, kipindi hicho kulionekana kabisa kuna hali fulani hivi ambayo ilikuwa sio sawa kwenye masomo mazima teknolojia. Teknolojia ilikuwa ni dhofu ili hali kwa kipindi hicho. Ameongeza kwa kusema kwamba ilivyokuwa ngumu kipindi hicho, msanii anaimba vipande vyote vya wimbo hata kurudia rudia inabidi arudie wimbo mzima tofauti na sasa hivi, mtu anaimba mara moja tu, producer ana copy then ana paste kipande, uh, kipande hicho eh, kama kitakuwa eh, kitakuwa sawa, basi anaweza akakirudia msanii. Lakini Jide alikuwa ni tofauti kabisa, na ana sauti smooth na hisia kali. Amesifu sana album yake ya kwanza ya Lady JD ambayo inakwenda kwa jina la Machozi eh, kama classic ya muziki wa Tanzania, lakini pia kusisitiza kuwa mchango wake katika tasnia ambao unaendelea kuishi kwa vizazi na vizazi amesema kwamba anaweza kuimba anaweza kuandika lakini pia anaweza kutengeneza melody na ana vipaji ambavyo Mungu pekee ndo ambaye anaweza kumbariki e, mtu yoyote. So hayo ndo maneno ambayo Master J ameweza kuyazungumza, yote hii ni mara baada ya e, Lady Jay Dee kuweza kutimiza miaka 25 kwenye kwenye muziki wa Bongo Flava, akiwa kama legendary kwenye huu muziki. Kwa Master J pamoja na Lady Jay Dee ni zaidi ya msanii tu e, lakini pia ni nembo ya muziki wa kizazi kipya pamoja na mfano thabiti kabisa wa kujituma kwa e, wanawake wa Tanzania. Hayo ndo maneno ambayo Master J ameweza kuyamalizia kwa eh, kuendelea kumpongeza Lady JD kama ndo legendari wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia unaweza kumuita hata Queen wa muziki wa Bongo Flava kwa kuendelea kushikilia eh, bana bomba kwa muda wote wa miaka 25, mpaka this time around ni moja kati ya wasanii ambao wanaendelea kuzungumz, kuzungumzwa. Hata nikukumbusha tu kwamba mmoja kati ya wasanii ambao pia walisumbua walisumbuasumbua kwa miaka hiyo hapo ni kama vile Lacey, lakini sasa hivi ni kama vile hajaonekana baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu sana lakini pia nikikukumbusha tu kwamba Lacy naye ni moja kati ya wasanii ambao waliingia kwenye uraibu wa dawa za kulevya miaka hiyo ambayo ilikuwa imepita, jambo ambalo liliweza kumfanya kama vile kuweza kupotea kwenye game. E bana, tupe mtazamo wako, kwa we mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Usiache ku subscribe ku like, e, ku share, lakini pia ku comment, utakuwa umetisha kinao kinomanoma chao chao.